Shalom, Bwana Yesu asifiwe watu wa Mungu. Kwa majina naitwa Pastor Deusi Sengo, ni mchungaji mkuu wa kusanyiko la Kristo lililopo pale Kimara Temboni katika kata ile ya Saranga. Siku ya leo tumeamua kuwasogezea huduma hii. Siku ya leo tutakwenda kujifunza kitu kinachohusiana na hatari juu ya ndoto unazoziota. Mtu wa Mungu anatakiwa kujiuliza kwamba kuna hatari gani ya kuota ndoto za aina fulani katika maisha yako. kitukosea tumsamee mara ngapi? Yesu anamwambia hata saba mara sabini. Yesu kama Mungu aliyevaa, aliyovaa mwili, anamwambia Petro kwamba mtu akikosea hata saba mara sabini una uweza wa kumsamehe. Sasa kama Mungu anamwambia Petro kwamba mtu aliyekosea hata saba mara sabini anaweza ukamsamehe kama akikurudi akikumba msamaha, je, Mungu, je, Mungu wetu sio zaidi sana, watu wa Mungu, kwamba akatusamehe sisi? Mungu si zaidi aliyesema hivyo. Na Biblia inasema kwamba Mungu sio mwanadamu hata aseme uongo wala sio, sio mwanadamu hata ajute. Endapo akisema jambo atafanya nini? Ataitimiliza. Kwa hiyo ndoto kubwa, ndoto zinazotoka kwa shetani ni ndoto ambazo zinakuwa zinabeba nini, zinabeba hofu. Ndoto aina ya tatu ni ndoto ambazo zinatokana na shughuli za kila siku yani, kuna ndoto zile ambazo unaweza leo kwa leo unaweza ukawa ume, ume, ume, ume, umeuza sana maharage ukalala usiku ukaja ukaota una, unauza unafanya nini, unauza maharage. Unaweza ukawa ume labda kama wewe ni fundi umeme unasuka sana umeme ukalala usiku ukaota kama unafanya nini, unasuka tena nini, nyaya za umeme. Lakini haimaanishi kwamba hazina maana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nini nakwambia kwamba haimaanishi kwamba hazina maana? Mtu unaweza ukawa, kwa mfano, unaweza ukaota ndoto kama wewe ni fundi umeme, unaweza ukaota ndoto unasuka umeme. Sasa katika kule kusuka umeme unakoota, ukaja kuangalia, umefanya wiring, umefanya wiring, umefanya wiring ya kila kitu. Baada ya kufanya wiring ya kila kitu, umekwenda kuwasha kwenye switch unakuta umeme wa wake. Mtu wa Mungu, hiyo sio kama ni ndoto tu ya kibinadamu, bali ni ndoto ambayo ina maana kubwa katika maisha yako. Kwa nini? Inamuonyesha kwamba katika maisha yako ya kawaida kuna vitu unavifanya, lakini baada ya kufanya hivyo vitu kwa muda mrefu havifanyikiwi, na ndio maana kwenye ndoto umeota kwamba unasuka umeme, unasuka umeme, lakini baada ya kuwasha umeme ufanye nini? Au wake, unaweza ukawa ni mtumishi wa Mungu, unajiota siku hiyo umeenda shambani, umelima, umelima, umelima, umelima unakuta una una umelala, umelala usiku unaota unalima, unalima, unalima, unasema ah, hii ndoto bwana imetokana na shughuli za kibinadamu lakini sio, ndoto hiyo inatokana na shughuli za kibinadamu tu. Hii ndoto inaweza ikawa ina maana, unatakiwa uangalie kwamba muda ambao ulikuwa unalima ulikuwa na hisia gani muda huo. Je, ulipokuwa unalima ulikuwa unaona ni kazi sana? Je, ulipokuwa unalima ulikuwa unasikia kukata tamaa? Je, ulipokuwa unalima ulikuwa unaona kuto kumaliza? Hiyo ina maana pia katika ulimwengu wa roho wa Mungu. Kwa hiyo ninapozungumzia ndoto zinazotokana na shughuli za kibinadamu, sio kwamba ndoto zote unazoota kutokana ile shughuli ambayo umeifanya mchana ni kwamba hazina hazina maana. Hapana, zina maana yake. Kwa Yesu asifiwe sana. Sasa tutakwenda kwenye maandiko matakatifu tujue kwamba ndoto kutokutoka kwa Mungu zimeonyeshwa katika kitabu gani. Ndoto kutoka kwa Mungu zimeonyeshwa kutoka katika kitabu cha Matendo ya Mitume ile sura ya pili, Matendo ya Mitume sura ya pili mstari wa 17. Biblia inatuambia nini? Biblia inatuambia kwanza, itakuwa siku za mwisho, asema Mungu, nitamwagia watu roho yangu, na wana wenu na binti zenu watatabiri na vijana wenu wataona maono na wazee wenu wataota ndoto. Unaona kwamba Mungu anasema kwamba itakuwa siku ya mwisho, wazee wenu watafanya ni, wataota ndoto. Itakuwa siku ya mwisho, mimi Mungu nitawamwagia roho yangu. Ina maana baada ya kuwamwagia roho yake kinachofuata ni kuota, nini? Kuota ndoto. Kwa hiyo kuota ndoto ni moja kati ya ni mmoja kati ya dalili ya kwamba umemwagiwa na Roho Mtakatifu na ndio maana tunasema kwamba ni, ni ndoto kutoka, Mungu. Natokana, zine, ndoto, kutoka, kutoka kuna, ni kwa Mungu kwamba kuna ndoto ambazo zinatokana zile ndoto unazozoeta kutoka na kutoka kwa nani? Kwa Roho ya Mungu. Na ndoto ya aina ya pili tumesema kwamba ni ndoto kutoka kwa shetani. Ukisoma katika kitabu kile cha Ayubu Ayubu Ayubu, Ayubu ile sura ya saba Ayubu sura ya saba ule mstari wa, wa Ayubu sura ya 7 mstari wa 14 mpaka wa 15 Biblia inaniambia kwamba ndipo unitishapo kwa ndoto na kunitia hofu kwa maono, hata nafsi yangu huchagua kunyongwa <laughs> na kuchagua kifo kuliko maumivu yangu haya. Unaona, Ayubu anasema kwamba ndipo unitishapo kwa ndoto. Anamwambia nani? Anamwambia shetani kwamba ndipo unitishapo kwa ndoto. Na ndiyo maana tumesema kwamba dalili kubwa ya ndoto ambayo inatoka kwa shetani kwamba ni ndoto inayokuletea hofu. Unaona, hii ni ndoto ambayo inakuja kwa Ayubu, lakini hii ndoto inamletea hofu kiakana kwamba Ayubu anataka kufanya nini? Kujinyonga, kwa anakuja kugundua kwamba U, ndoto hii haijatoka kwa Mungu. Kwa nini? Kwa sababu Biblia inatuambia kwamba huzuni ya Mungu haisababishi mauti, bali huzuni ya Mungu inasababisha toba. Unaweza kuona huzuni nyingine ya kishetani ambayo ilimtokea Yuda Iskariote. Yuda Iskariote alipata huzuni baada ya kumuuza Yesu. Lakini ile huzuni haikumpelekea Yuda kutubu. Ile huzuni ilimpelekea Yuda kufanya nini? Kujinyonga. Maana alitishwa na kile kitendo alichokifanya. Lakini huzuni ya kimungu ni ile huzuni ambayo unaiona kwa nani? Kwa Petro. Petro baada ya kugundua kwamba amemkana Bwana Yesu mara tatu, kabla ya jogoo kuwika. Petro alichokifanya Ali, alienda kufanya nini? Alilia na akamwomba Mungu msamaha. Akamwambia Mungu, nakuomba unirehemu Yesu, mwana wa Daudi, nakuomba unirehemu. Kwa hiyo nilicho kutendea, kwa sababu nimekukana mara tatu. Na pia Biblia inasema kwamba Yesu akafanya nini? Akamsamehe. Kwa hiyo huzuni ya Mungu inasababisha mauti. Huzuni ya Mungu inasababisha uzima, inasababisha toba, lakini huzuni ya shetani inasababisha mauti. Sasa ndoto ya aina ya tatu ni kutokana na shughuli zako za kila siku tulizosema, ukisoma katika kitabu cha Mhubiri, Mhubiri, Mhubiri sura ya tano ule mstari wa tatu Biblia inatuambia kwamba kwa maana ndoto huja kwa sababu ya shughuli nyingi na sauti ya mpumbavu kwa njia ya wingi wa maneno. Ina maana ndoto, kuna ndoto ambazo zinatokana na shughuli nyingi ambazo mtu unazifanya kila siku. Bwana Yesu asifiwe sana, watu wa Mungu. Kama tulivyosema inawezekana wewe unalima usiku umelala unaota unalima, wanalima. Inawezekana leo, inawezekana mchana umegombana na mama fulani na usiku unalala unakuta una watu umegombana na mama fulani. Hii sio ndoto inayotoka kwa Mungu, hii ni ndoto ambayo inatokana na zile shughuli ambazo umezifanya kila siku. Sasa kiini chetu cha somo tumesema kwamba ni hatari zinazotokana na ndoto ambazo unaziota, au ni ndoto gani za hatari ambazo mtu kizoto anajua kabisa, hapa mtu wa Mungu, nimevamiwa sasa tutaenda mifano ya ndoto hatari katika maisha ya mtu. Je, kuna ndoto gani ambazo ukiota unaona ni dalili, unahisi kwamba hapa unatakiwa ujue kwamba hapa ni shetani kanivamia? Na ni ndoto gani ambazo ukiota unatakiwa ujue kwamba hapa nime, nime, nime, nime, nataka, nataka kupigwa na shetani? Mfano wa kwanza wa ndoto ambazo watu wanaziota kwa mara kwa mara na ni dalili kwamba umevamiwa ni ndoto za kuota mara kwa mara upo kijijini kwenu ulikozaliwa. Bwana Yesu asifiwe sana watu wa Mungu. Inajua kuna mtu ninaongea naye sijui uko mkoa gani, sijui uko nchi gani. Kuna mtu ninaongea naye muda huu. Kuna mtu umekuwa ukiota ndoto nyingi. Kana unaota ndoto nyingi upo kijijini kwenu ulikozaliwa. Kila siku ukiota, uki siku ya kwanza, ya pili, ya tatu ukiota lazima uote kwamba upo kijijini kwenu ulikozaliwa. Kila siku pale ambapo babako na mamako walizaliwa ndipo ambapo unaota, inawezekana kwa babu yako au ni sema ambapo ulipaishi wewe zamani unaota. Hiyo ndoto hatari sana mtu wa Mungu. Kwanini? Kwa nini? Kwa sababu maana yake inaonyesha ni hali mbaya ya kimaisha hasa ya kiuchumi, na ndo maana unaota kana kwamba umefanya nini, umerudi nyuma kule ulikotoka kwenye yale maisha ambayo ni duni, ambayo ulikuwa kijijini. Yaani sasa hivi unaishi mjini, lakini bado unaota uko wapi? Kijijini. Ina maana maisha unayoona unaishi sasa hivi ni maisha ambayo sio ya kwako, ni maisha ambayo tunakuona uko mjini, lakini zile standards za maisha ambazo tunaziishi ni kama mtu aliyepo kijijini. Bwana Yesu sana, asifiwe sana watu wa Mungu. Ukisoma katika kitabu cha Hagai sura ya 2 mstari wa 9, Biblia inatuambia kwamba Itakuwa Biblia inasema kwamba ah, nita, nita utukufu wa mwisho wa nyumba hii utakuwa ni mkuu kuliko ule wa kwanza. Ina maana Mungu anatutoa kutoka utukufu mmoja kwenda utukufu mwingine kama ni Mungu ambaye anatutoa kutoka kiwango kimoja kwenda kiwango kingine, au utukufu mmoja kwenda utukufu mwingine, inakwaje mtu wa Mungu, kila siku unaota kule kijijini kwenu ambako umetoka kuzaliwa, ulikozaliwa? Ina maana kuna tatizo hapo, mtu wa Mungu. Kuna mtu mmoja alikuwa ananiambia, mtumishi wa Mungu, ninashangaa mimi katika maisha yangu. Nakwambia, unashangaa nini? Akaniambia kwamba mtumishi wa Mungu, siwezi nikapitisha wiki moja sijaota ndoto za kijijini ulikozaliwa. Hizi ndoto zimekuwa zimenitesa, zinanitesa sana, mtumishi wa Mungu, na mimi nashangaa ni kwa nini kila siku ninaota ndoto za namna hii. Nikamwambia hiyo inamaanisha kwamba kuna kitu katika uchumi wako hakitembei. Kuna kitu katika maisha yako hakijakaa sawa na inatakiwa ushughulikie. Na mwishoni mwa kipindi hichi nitakuelekeza kipengele cha kushughulikia ndoto unazoota. Kwamba mtumishi wa Mungu umetuelekeza kwamba okay, tunaota tuko kijijini. Tunaota tuko wapi? Tunaota tuko wapi? Je, tufanyaje sasa? Ili tuweze kukabiliana na ndoto za namna hii. Bwana Yesu asifiwe wa sana watu wa Mungu. Sasa kuota ndoto za kijijini inakuwa ni kana kwamba unairudia ile hali ya kwanza, unairudia ile hali ya zamani, unakuwa unarudia wapi kule ulikotoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa maana ya pili ya kuota ndoto za kwamba huko kijijini inaonyesha maagano ya kifamilia au ya kiukoo yanayokushikilia wewe, na ndio maana unaota kule kijiji ulikotoka. Kwa nini? Kwa sababu kijiji ni sehemu, kijiji inamaanisha asili, kijiji inamaanisha chimbuko, kijiji inamaanisha kule ulikotokea. Na ndio maana mimi kama mtu wa Mbeya kwa mfano, ukiniuliza kijiji kwenu ni wapi, mimi nitakwambia kijiji kwetu ni Ileje. Kwa nini? Kwa sababu Ileje, nikikutajia tu kijiji kwetu ni Ileje, moja kwa moja utagundua kwamba asili yenu iko Ileje. Kwa hiyo, mtu wa Mungu, unachotakiwa kujua ni kwamba kijiji kinaonyesha inaonyesha chimbuko au inaonyesha asili. Ina maana kama unaendelea kuota ndoto za kijijini kila siku ulikotokea, unaendelea kuota ndoto za mahali pamoja huko pale pale ulikotokea. Inamaanisha kwamba kuna vitu fulani vya kiasili ambavyo vinakuwa vinakushirikia katika maisha yako. Bwana Yesu so asifiwe sana. Kwa hiyo unatakiwa ujue ni namna gani ya kushughulikia hizo ndoto na hiyo namna ya kushughulikia hizo ndoto nitakuonyesha mwisho wa kipindi hichi. Sasa ndoto za aina ya pili ambazo watu wanaota sana na zimekuwa zikiwasumbua sana watu wengi ni ndoto za kuota upo shuleni, mara nyingi upo shule ya msingi. Bwana Yesu asifiwe, watu wa Mungu. Kuna mtu umekuwa ukiota sana kila siku ukilala siku, siku moja siku mbili, siku ya tatu unaota uko shule ya msingi, unaota uko shule ya msingi, unaota uko shule ya msingi, na umekuwa ukijiuliza kwamba hizi ndoto zina maana gani? Kila siku ninaota niko shule ya msingi, kila siku ninaota niko shule ya msingi. Ukisoma katika kitabu cha Kumbukumbu kumbu la Torati Kumbukumbu kumbu la Torati ile sura ya Nitasoma ile Kumbukumbu ya Torati sura ya 28 na ule mstari wa 13. Biblia inatuambia kwamba nawe, Biblia inatuambia kwamba uh, Biblia inatuambia kwamba nita nita nita kusomea, nimehisi nimesemanya kifungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukisoma katika kitabu cha Kumbukumbu ya Torati 28 ule mstari wa 13 pia bado inatuonyesha kwamba Mungu ni Mungu ambaye huwa anatotoa kutoka utukufu mmoja kwenda utukufu mwingine. Sasa ndoto ya kuota huko shule ya msingi inamaanisha kwamba kuna roho za kurudishwa nyuma ambazo zinakuwa zinakufuata katika maisha yako shule ya msingi ni levu ambayo umekwisha kuivuka tayari ni hatua fulani ambayo umekwisha kuipiga katika maisha yako tayari lakini ni kwa nini unakuwa unaota ndoto kila siku kwa shule ya msingi ni kwa sababu inaonyesha kwamba kuna roho fulani za kukuza kurudishwa za nyuma ambazo zinakuwa zinakufuatilia mtu wa Mungu ambazo ambazo kutoka, kutoka, kutoka sura ya 28 mstari wa 13, kwa hiyo unapoota ndoto za namna hii kwamba hivi bwana atakufanya kuwa kichwa wala sio mkia, nawe utakuwa juu tu wala hui chini. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inatuambia kama Bwana atakufanya kuwa kichwa na sio mkia. Sasa kuwa kichwa ina maana ni kuwa mbele na kuwa mkia ni kuwa nyuma. Sasa unavyoota ndoto za shule ya msingi na wewe upo, upo, upo sekondari au upo chuo kikuu, ina maanisha kabisa unarudishwa nyuma, umekuwa mkia na sio kichwa tena na nitakuonyesha ni jinsi gani ya kutoka katika ndoto za namna hiyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa ndoto za kuota za kuota mtu yuko shule ya msingi ni ndoto ambazo zinakuwa zimeganyika katika namna nyingi sana. Kuna yule ambaye anaota ndoto ya shule ya msingi na mazingira ni ni, ni, ni yale yale ya shule ya msingi. Yaani unaota unaota huko shule ya msingi na mazingira ambayo unayaota ni yale yale ya shule ya msingi. Ina maana yake. Na kuna mazingira ndoto zingine ambazo unaota upo chuoni na mazingira ya chuoni, lakini unajiota uko na marafiki wa shule ya msingi. Bwana Yesu asifiwe sana. Hii inamaanisha kabisa wewe ni mtu ambaye unaishi chini ya viwango, unaishi chini ya viwango, viwango ambavyo unakuwa unaviishi aa, una sio vya kwako, na ndio maana uko chuoni, lakini unaota uko na company za zamani. Unaota kabisa unaweza kujiota uko chuoni kabisa, lakini unaota uko mazingira ya chuoni, lakini umevaa uniform za shule ya msingi na huko na marafiki wa shule ya msingi sio marafiki wa chuoni. Ina maanisha kwamba uenda huenda kampani ulionao katika maisha yako ni kampani ambayo inakuzuia kuendelea, ni kampani ambayo inakurudisha wewe nyuma, sio kampani ambayo inakutaka we uende mbele tena. Kwa hiyo ukiona vitu vya namna hii, inatakiwa uangalie maisha yako kwa umakini, uangalie ule mzunguko wako na watu gani, na ufanye uteuzi sahihi wa marafiki ulionao kwa sababu marafiki ulionao wanaweza wakadetermine future yako inakuwaje huko mbeleni. Marafiki ambao uko nao siku ya leo wanaweza wakadetermine mwisho wa maisha yako utakuwa ni mwisho wa namna gani. Marafiki ulionao leo wanaweza wakakupa mwisho mzuri au mwisho mbaya, wanaweza wakakupa mwisho wa kusikitisha au mwisho wa kufurahisha. Ni marafiki hao. Unaweza ukawa na marafiki fulani unawambia bwana, mimi sasa nataka nifanye kitu fulani katika maisha yangu, labda mimi nataka nifungue duka, nataka nifungue mtaji, nataka nianzishe, nataka nianzishe kufuga kuku, nataka nianzishe kufanya hivi, lakini marafiki yako wanakwambia kwamba bwana, ujifanye hivyo haiwezekani, kwa sababu hata mimi rafiki yako nimekwishawahi kufanya hivyo na nika nikashindwa kwa hiyo unajikuta kwamba maisha yale ya yaani kule kushinda kwako kwa rafiki yako anakwambia kwamba na wewe uwezo ukapiga hatua kwenda mbele. Kwa nini? Kwa sababu yeye alishindwa, na wewe utafanya nini? Utashindwa. Kwa hiyo usipoangalia, mtu wa Mungu, unaweza kujikuta kabisa ah Mtumishi, mimi mtu ameniambia kitu fulani, ameniambia hivi, ameniambia hivi, ameniambia hivi. Kwa hiyo, mtumishi wa Mungu, najiona siwezi nikaenda mbele tena, najiona nimeshindwa tena, naona ni naona, siwezi nikafanya kitu chochote tena. Lakini siku ya leo, mtu wa Mungu, nataka nikwambie kwamba usiamini kila rafiki. Angalia marafiki wa, ambao unakuwa nao katika maisha yako, angalia na vitu ambavyo wanakushauri katika maisha yako, kwa sababu marafiki ulionao wanaweza wakayashape, waka, waka, waka, waka maisha yako kwa namna ambavyo, kwa maneno yao tu wanaongea, wanaweza kukupa moyo au akakakata au akavunja moyo. Kwa hiyo angalia sana marafiki, angalia sana marafiki wanaokuzunguka wewe ni marafiki wa namna gani? Kwa sababu marafiki ambao wanaokuzunguka wewe wanaweza kachangia kwenye maendeleo yako aidha katika kuendeza kwa uzuri au kwa ubaya. Kwa hiyo angalia sana marafiki ambao unakuwa nao. Hiyo ni ndoto ya namna ya pili. Sasa kama tulivyosema kwamba ukiota uko chuoni na marafiki wa shule ya msingi maana unaishi maana unaishi chini ya viwango. Uishi katika viwango ambavyo ulivyopo. Uli, uli, uli, uli, Bwana Yesu asifiwe sana watu wa Mungu. Sasa ku, unajua ndoto unaweza kuota ndoto namna moja lakini ndoto hiyo isiyo na upande tu mmoja wa shirini kwamba ni, ndoto mbaya. Hiyo unaweza kuwa unaota ni ndoto lakini ikawa sio ndoto mbaya peke yake bali ndoto nzuri. Kwa mfano, mtu usio kia unapoota shuleni kwamba unaota ndoto za shuleni kwamba upo labda uko upo katika hali mbaya, upo, mba, upo labda katika hali ya kuvamiwa, uko labda katika hali ya kurudishwa nyuma. Hapana mtu wa Mungu. Unaweza ukaota huko shuleni, hii ndoto ikawa ina maana kwamba Mungu anakutaka uingie darasani ujifunze. Sio kwamba uingie darasani urudi shule ya msingi au uingie darasani utafutie programu yoyote ya shuleni, ujifunze. Ah, Mungu anaweza akawa anakutaka uingie darasani ujifunze. Yani, anaweza akawa anataka utafute maarifa fulani juu ya jambo fulani. Mungu anaweza akawa anakutaka uingie darasani utafute maarifa fulani juu ya jambo fulani ambalo anataka Mungu akufanyie katika maisha yako. Aidha, labda unaweza kuwa unataka kufanya biashara lakini umejikuta katika hiyo biashara umekuwa ni mtu wa kukwama na kukwama na kukwama. Sasa Mungu akiona ni mtu wa kukwama, anaweza akakupa ndoto uko mazingira ya darasani uko mazingira ya shuleni ulikosoma. Kwa nini Mungu anakuambia kwamba hichi kitu ili kukifanya inahitajika kabisa ufanye nini? Urudi shuleni. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana watu wa Mungu. Kwa hiyo kitakacho kusaidia kujua kwamba hii ndoto ninayoota, ndoto yoyote ile katika maisha yako, hii ndoto ninayoota ni kwa uzuri au kwa ubaya, angalia hisia ambazo unakuwa nazo pindi unapoota ndoto. Je, ni hisia za uoga? Je, ni hisia za kukata tamaa? Je, ni hisia za kuchoka? Je, ni hisia ambazo unaona kwamba kile unachokifanya hakiwezekani? Je, ni hisia namna gani? Hisia yote ile ambayo una una una una unaipata kutoka katika ile ndoto ambayo unaiota inaweza ikakuzika ikakuonyesha kwamba ile ndoto imekuja kwa ubaya au kwa uzuri. Unaweza kujiota kwamba unaweza kuota kwa shule ya msingi au unaweza kuota kwamba uko sekondari lakini wewe ni mtu wa chuo. Lakini unajikuta kule unako unako kule yule kule unakoota katika ile ndoto unajikuta unakuwa ni mtu mwenye furaha kubwa. Hii ina maana gani? Mungu anakuambia kwamba unatakiwa uingie darasani lakini usi usi usifuate levels za juu. Ah, ah, anza kujifunza kwanza vitu vidogo vidogo i unaviona kwamba hichi ni, ni kitu ambacho sio kikubwa sana, sana vidogo, vidogo. Anakuwa anakutaka wewe uanze kuvichukulia kwa, kwa Mungu, unaweza, Mungu, unaweza chochote kinachosogea sasa Mungu anaweza akakupa ndoto huko shule ya msingi. Sio ndoto kutoka kwa shetani wala sio ndoto ya kurudisha nyuma. Ile ndoto ambayo Mungu anakuonyesha kwamba hebu anza kuangalia vitu vidogo katika maisha yako, labda kwa mfano, anza anza kuangalia ni anza kuangalia ni ni jinsi gani, msimu gani ambao unapanda unap unapanda mazao yako. Anza kuangalia ni baada anza ku, anza kufuatilia ya muda gani unaweka mbolea, anza kufuatilia ni kitu gani kingine ambacho ni kitu gani kingine ambacho unakiona kidogo katika katika katika biashara yako ya kilimo, lakini kitu ambacho ni kinakukwamisha. Kwa hiyo Mungu anakuambia bwana ah, achana na mambo ya kujua kwamba unatakiwa ulime palizi ngapi, achana na mambo ambayo unataka achana na mambo ya kutaka kulima kwanza kwa matrekta, kupanda kwa matrekta, kufanya, kupanda kwa matrekta kupanda labda kwa mashine kufanya hivi. Mungu anakutaka kwanza, kwanza ufanye nini, uko uanze kuangalia yale maarifa ambayo yanaonekana ni madogo katika maisha yako. Sasa, Ndoto za namna, namna ya tatu ambazo ni ndoto common sana kwa watu wengi ambao wanaota na ndoto ambazo inaweza kukuletea athari katika maisha yako ni ndoto za kuota unazini mara kwa mara. Ni ndoto ambazo mtu anakuwa anaota anazini mara kwa mara. Sasa ndoto ya kuzini mara kwa mara inamaanisha kwamba aidha unaweza ukawa na mme au mke katika ulimwengu wa roho ambao tayari umekwisha kuunganishwa naye, na uwezi ukajua namna ya kufanya nini ya kujitoa naye inaonyesha kabisa kwamba una una mke wa kiroho au una mume wa kiroho. Ndio maana mara nyingi, mara nyingi maana ya kuota unafanya nini? Unazini. Sasa ukisoma katika kitabu cha Kutoka kutoka Kutoka hii sura 20 mstari wa 14 Biblia inasema kwamba usizini. Kwa nini Biblia inakuambia kwamba usizini? Biblia inakuambia kwa nini usizini? Kwa sababu kuna madhara makubwa sana ambayo yanatokana na mtu akizini. Na kitu cha kwanza, mtu akizini unajiungamanisha na mtu ambaye unazinaye, aidha ni mwanamke au ni mwanamume. Ina maana mnakuwa mna share lango, aidha hiyo lango la baraka au lango la laana, mnakuwa mna share lango hilo moja. Na maana kuna watu wengine baada ya kwanza kutembea na baada ya kujikuta umeteleza katika dhambi ya uzinzi au baada ya ume kujikuta umelala na mtu fulani, umejikuta umekuwa ni mtu wa kukataliwa umejikuta umekuwa ni mtu wa kukata tamaa, umejikuta umekuwa ni mtu, umeanza kuwa masikini tena. Kwa nini? Kwa sababu huenda yule mtu ambaye ulilala naye katika familia yao au katika maisha yao alikuwa na kifungo cha umasikini. Kwa hiyo unajikuta unaingia katika umasikini, sio kwa sababu wewe Mungu alikuumba kuwa masikini, sio kwa sababu na kifungo, una kifungo cha kuwa masikini, ila ni kwa sababu tu umetembea na mtu ambaye ana nyota ya umasikini au umetembea na mtu ambaye lango lake linaruhusu umasikini kupita.